Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na mbili aya ya arobaini na tisa hadi ya hamsini na tatu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nimekuja kutupa moto duniani na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi lakini nina ubatizo unipazao kubatiziwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe! Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili wawili kwa watatu. Watafarakana baba na mwanawe na mwana na babaye, mama na binti yake na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Alhamisi ya juma la ishirini na tisa la mwaka chee wa Kanisa. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo linatualika tumpokee Yesu Kristo ili tuweze kupata mabadiliko ya kudumu ya kiroho na ya kimwili. Katika somo la injili tulilolisikia kadiri ilivyoandikwa na Luka sura ya 12 aya 49 53 Yesu anasema waziwazi wazi kuwa hakuja kuleta amani na raha tu, bali na mafarakano yatatokea ya pia, baba atagombana na mtoto au mama na mtoto au mtoto na wazazi. Yesu anaonyesha kuwa katika maisha ya ufuasi kuna mateso na changamoto mbalimbali mbali. Hii tunaiona pale aliposema Mtu yoyote akitaka kuwa mfuasi wangu, ni lazima ajikane nafsi yake, auchukue msalaba wake kila siku, anifuate. Rejea Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya tisa aya ya ishirini na tatu. Yesu ni mfano wai wa maisha ya ufuasi. Alibatizwa ubatizo wa damu, yaani aliuawa pasipokuwa na kosa, na kwa kufa kwake wanadamu wakapata ukombozi. Yesu anawataka wafuasi wake waishi kweli ya Injili, ambayo kwa kuishi kuna kutengwa na ndugu, familia na hata jamii. Mafarakano ya aina hii hayaogopeshi mfuasi akiwa mvumilivu, kwani kwa kuishi ile kweli watu wengine wataendelea kumfahamu Kristo na ye mwenyewe atapata utakatifu. Wapendwa ndugu zangu, tafakari ya neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi tunaoishi leo hii. Ujio wa Yesu ulimwenguni licha ya kuleta mafarakano kati yake na Mafarisayo, Waandishi na viongozi wa Uyahudi, wanadamu walipata ukombozi. Yesu aliwaponya watu wagonjwa na kuwaondolea dhambi zao. Yesu alikubali matukano, na hata kusemwa vibaya, ili apate tu kuwakusanya wote, na kuwapatia ukombozi. Na sisi huenda kwa ufuasi wetu na hata kwa kuishi ile kweli tunapata mateso, tunatengwa na watu na hata kupotezwa. Katika mateso yoyote tunahimizwa kuwa wavumilivu, tumuone Yesu katika hayo mateso naye atatusaidia. Tukiwa wavumilivu, Yesu aliye upendo na amani atatusaidia. Mtume Paulo anatutia sana moyo anaposema katika waraka wake wa kwa Wafilipi kwamba kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, sura ya kwanza, aya ya ishirini na moja. Kwa hakika tukitambua Kristo ndiye baba wa mabadiliko tutaishi vizuri katika uhusiano mwema naye na hata tutakuwa tayari kupokea ubatizo wa damu na hatimaye kufika mbinguni. Yeye mwenyewe atusaidie ili tuweze kuliishi hili na hatimaye tuweze kufika kwake mbinguni baada ya maisha yetu ya hapa duniani. Tumwombe Yesu aendelee kutubariki na kutulinda daima katika maisha yetu ya ufuasi. Aliyekuletea tafakari hii ya neno la Mungu ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi ninayefanya utume katika Jimbo Katoliki la Lindi kama paroko katika parokia ya mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.